Aha, manati ndo aliuziwa. Eh. Aha, yeye manati akampeleka wapi huyo mbwa? Akala. Ndimuye yeye imbwa ila mm. ilikuwa siku ya Jumamosi. Hmm. Ndio walipoiba ile mbwa. Nalia hata kulia kama mtoto, kama mm. kama mtoto wangu aliyokufa. Nakuta kama mtoto amekufa mtoto ile mbwa. Mm. Kweli. Yaani ile mbwa inaniumisa mimi. Mm. Kweli.

Hmm. Nilienda, nilipeleleza nilipeleleza nilipeleleza, wakasema kuna mutu amechukua hapa ndani umbwa amepeleka kwa manati siku yeye adumuli. mm -hmm. E, twimbwa yila waliichinja yile umbwa hmm. siku ya Jumapili. hmm. Jumapili badumwe pa Jumamosi hmm. pe badumwe pa Jumamosi pala Jumapili yela walikuwa wanaleta huku walisile nyama Mm. E hey, walikula ile umbwa ilikuwa na fitoto mule ndani. mm. hey, ilikuwa na fitoto mule tumboni baada ya, ya, ya kuchinja na kutoa vitoto akafanyaje? Sijui singwelewa walitupa mai. mm. valye mai singwelewa kuku kwawe. mm. hey, singwelewa nda. mm. walikula sile umbwa, sijui neni gila vakalie hela nafyali fila. mm. mai kweli